Imekatika dakika saba baada ya saa moja kamili. Ujambo mali popote ulipopa Kenya, na karibu kwenye kitengo cha je wajua jua na stesheni ya Irad. Msomaji wako ni mimi Cherotich Mercy Kirui. Karibu msikilizaji, leo je wajua jua linaangazia kaunti ya Kericho, kijiji na pia wadi ya Kapsoit. Je wajua jua Kapsoit ni kijiji na pia wadi iliyoko katika kaunti ya Kericho, aswa katika eneo bunge la Ainamoi. Ni moja ya maeneo yenye shughuli nyingi ya kilimo, biashara ndogo ndogo, na maendeleo ya jamii. Likiwa karibu na barabara kuu ya Kericho Kisumu, Kapsoit limekuwa kitovu cha biashara na usafiri. Neno Kapsoit linatokana na lugha ya Kipsigis. Kulingana na wazee wa mila, jina hilo lina uhusiano na mti au msitu ndogo uliokuwa ukitumika kama matambiko au mikutano ya jamii zamani. Katika enzi ya ukoloni, Kapsoit ilikuwa kituo kidogo cha utawala na kilimo cha miwa, chai na mazao mengine. Miaka ya elfu moja mia tisa themanini hadi mwaka wa elfu mbili ilishuhudia ukuaji wa idadi ya watu na biashara. Baada ya ujenzi wa barabara kuu ya Kericho Kisumu, Kapsoit imekuwa na maendeleo kama vile shule za msingi na upili, Kapsoit primary na Kapsoit secondary, kituo cha afya cha Kapsoit, masoko ya kijiji, kituo cha polisi na kituo cha matatu mazao ambayo inapatikana katika kijiji hili kama vile chai, mahindi, viazi, mboga na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kuku. Maduka ya rejareja, bodaboda, duka za vifaa vya kilimo na biashara ya kahawa ya mtahani. Wakazi wengi wa jamii hii ni Kipsigis na lugha zinazozungumzwa ni kama vile Kipsigis, Kiswahili na Kiingereza. Jamii ina mshikamano wa kifamilia wakihusiana kwa ukoo na utamaduni wa kushirikiana. Kapsoit ni sehemu muhimu kisiasa ndani ya kaunti ya Kericho, imegawanyika kuwa wadi chini ya kaunti ya Kericho na ni mojawapo ya maeneo yanayotoa kura nyingi katika uchaguzi za kitaifa. Wakilishi wa wadi katika kizizi hiyo anaitwa Paul Chirchiri alias, kama vile lugha yake ya mtaani ni Tarimbo. Ni MCA wa sasa wa Kapsoit kwa lugha ya Kimomo. Amejipatia umaarufu kwa ushawishi wake mkubwa wa kisiasa ndani na nje ya Kericho. Ni maarufu kwa maneno ya moja kwa moja, kampeni za nguvu, na utetezi wa maslahi ya vijana, uboreshaji wa barabara ya Kapsoit Ainamoi, ujenzi wa madarasa na utoaji wa basari kwa wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo, ukarabati wa kituo cha afya cha Kapsoit, uwezeshaji wa vijana kupitia makundi ya biashara, bodaboda na usaidizi wa vikundi vya kuweka na kukopa ni miradi ya maendeleo yanayoendelea katika kijiji hiyo ya Kapsoit. Changamoto ambazo watu hupitia katika kijiji hii ni ukosefu wa maji masafi kwa baadhi ya vitongoji, ajira kwa vijana bado ni tatizo, miundombinu ya masoko na taa za barabarani bado inahitaji maboresho. Nimekuwa Cherotich Mercy Kirui.